Watu karibu milioni kumi na tatu wamekuwa deported kutoka US na kwenda katika nchi zao respective. Sasa eh, labda kwa historia utagundua kwamba Donald Trump sio rais pekee wa Marekani ambaye amefanya hiyo eh, deportation kwa historia, mwaka 1954 1954 Rais SR alifanya deportation pia, operation moja iliitwa wetback operation ambapo eh, inasemekana kwamba alidipoti watu takribani laki tatu mpaka milioni moja pointi tatu walikuwa deported kutoka US kuelekea katika nchi mbalimbali, hasa raia wa Mexico na Canada walikuwa ni zaidi. Na katika hiyo deportation inasemekana kwamba eh, 60% ya watu ambao walikuwa deported walikuwa na asili fanya kama Marekani, kwa sababu so, walishakuwa Marekani na wakawa wamepata watoto au wameoa wa Marekani lakini hata hivyo walikuwa wali, wali dipote kuimakwao wali. Kwa hiyo Trump anachokuja kifanya sio kipya sana, ila tu hiyo imekuwa ni kubwa zaidi, kwa sababu ni zaidi ya watu milioni kumi na tatu wamekuwa dipotei kutoka Marekani kwenda katika nchi zao, wakiwemo Waafrika wa Asia na Waamerika kusini na kati, na nchi za jirani kama Mexico na Canada. Wamefanya watu milioni kumi na tatu wametoka, yaani maana yake kwa wakati huu ni zaidi ya watu eh, kuna watu laki mbili na ishirini mpaka laki nne hawana. Eh, kuna kazi ambazo hazina watu, kwa sababu wengi wamekuwa deported wameenda katika nchi zao na wameacha nafasi za kazi zaidi ya laki nne. Kwa hiyo eh, kuna faida na hasara katika hiyo, labda kama mmeona nafasi za kazi zimeongezeka kwa raia wa Amerikani, lakini pia unagundua kwamba eh, wamepoteza raha nyingi katika deportation, kwa sababu wanawasafirisha kwa ndege tu, ndege za kijeshi ambazo zina gharama kubwa kwa ajili ya kupeleka nchi zao. Imagine mtu anakaa South America, South Africa, kupeleka mpaka South Africa ni gharama kubwa. Lakini pia katika hii deportation, maana yake eh, kuna familia ambazo zinakuwa zinavunjika, zina kama baba alikuwa ameoa Marekani, leo anarudisha nyumbani, ana watoto, kwa hiyo familia zinakuwa zinaharibika. Kwa hiyo, eh, kuna kwa kuna unaga maisha ya Marekani kwa miaka kumi na tisa, sasa namrudisha nyumbani m mekaa miaka ishirini zaidi, ni kuharibu familia na relationship zinakuwa na zinaharibika. Kwa hiyo pia tunaona kwamba kuna manpower loss, hiyo nitaelezea zaidi, lakini ukweli ni kwamba eh, mashamba mengi ambayo yalitegemea au ah, wafanyakazi ambao ni cheap labor kutoka nchi mbalimbali ikiwemo za Afrika nchi za Austria za senu yingine umrudi mwakwao kwa hiyo unagundua kwamba e, mashamba mengi kama ya Airpods, ya machungwa malimao na kadhalika yamebaki bila wafanyakazi, kwa hiyo yanaharibikia mashambani. Hata mashamba mengine na, na ya mpunga na mchele kadhalika yanakuwa an, wafanya kazi. Lakini utagundua pia hata katika mas, masoko makubwa kama supermarket ya kama Walmart ambayo walitegemea zaidi cheap labor kutoka katika nchi za Kiafrika na nchi nyinginezo wamebaki bila wafanya kazi kwa sababu wa Marekani hawako tayari kufanya kazi zile ambazo, eh, watu weusi au watu wengine kutoka sehemu mbalimbali wanaweza kuzifanya. Kwa hiyo ni loss of job, loss of activities za economy. Kwa hiyo eh, kwa namna moja au nyingine Marekani itarudi nyuma kiuchumi kwa sababu hiyo. Na miji mikubwa inabaki mtupu, kama miji kama New York, Florida na nyingine yote imejaa uoga na wako bila chakazi yoyote. Kwa hiyo hiyo deportation in Iowa aias tu aiwaaribu tu wa Amerika wahamiaji, lakini hata watu wa nchi nyingine pia wanapata taabu. Sasa niwaambie kitu kimoja kuhusu mambo ya hiyo uh, money power. Eh, nakumbuka mwaka elfu mbili na kumi na tatu nchi kama Brazili e, ilipokea e, wanyeji wengi kutoka e, nchi za Haiti hasa palipotokea shida ya tetemeko la udongo na mafuriko katika nchi ya Haiti. Wa Haiti wengi walihamia nchi mbalimbali mojawapo ya, e, e, mbali mbali, ya Brazil. Nakumbuka nilikuwepo huko na kuna kampuni makubwa kama e, Copacol ambayo ni kampuni la chakula duniani kubwa la, katika dunia hasa katika nchi ya Brazil iliajiri wa Haiti wengi kufanya kazi katika maeneo yao mbalimbali ya chakula production, ikiwemo kwenye uzalishaji wa nguruwe kwenye mashamba ya chakula na kwenye kuku na kadhalika. Na Wabrazili wengi walikuja kulaumu kwamba mbona wanaajiri tu eh, wa watu wa, kutoka IT na sisi wanatocha bila kazi, lakini kweli ni kwamba Wabrazili wenyewe hasa wengi ni asili ya, ya Ulaya kutoka eh, Italia, Germany na kadhalika, hasa waliwaloka kusini wa Brazili katika miji ya Cascavel huko Parana na Curitiba utagundua kwamba wengi ni au ni watu ambao soft hawezi kufanya kazi ambazo it wangefanya. It yeye anakuja kufanya kazi kwa so, sababu alitoka kwenye shida, anakuja na lengo la kutengeneza pesa, na akifika Brazili anagundua kwamba yeye mtaji wake ni nguvu zake, ana baba yake, ana ndugu yake karibu. Kwa hiyo ni lazima afanye kazi kwa bidii ili aweze kupata pesa. Kwa hiyo kwa mtindo, unakuta mara nyingi anajitoa kwa moyo wote, na pia fiziko yake inamruhusu kufanya kazi katika mazingira magumu kama kasikavile ambapo unajua ni kali, kama huko nchi nyingi za Afrika. Kwa hiyo anaweza kufanya kazi yeko, na melanini kwenye ngozi yake. Kwa hiyo hana shida na jua kali. Anafanya kazi toka asubuhi mpaka jioni katika mashamba, mradi tu apate chakula na apate pesa anayohitaji. Kwa hiyo tofauti na, na Mbrazili ambaye anataka muda wa mapumziko mwingi zaidi. Lakini pia unagundua kwamba ni katika nchi ya Brazili pia Hawa oh, waiti wanaoingia mwenyewe hawana kompromisi yote na familia, kwa hiyo anaweza akafanya kazi kuanzia Januari mpaka Disemba. Mbrazili atataka kuwa na leave ya mwezi wa Disemba, anataka kae nyumbani na familia kwa ajili ya Christmas, kwa ajili ya Easter pia Christmas, Pasaka na nini kumbe mwa IT anafanya kazi masaa yote, anafanya kazi miezi yote, hana period. Kwa hiyo ndio bwana waajiri wengi matajiri wanataka kuajiri hawa watu ambao ni wa IT. Pia hawahitaji weji ni, ni e, kubwa, sababu wao kwanza hela yao ni ina thamani ndogo kuliko nchi nyingine. Kwa hiyo akija Brazil akapata hata 500, tu ile ya reais ya Brazil, kwa hiyo ni hela kubwa kwao, wanafurahia lakini mbrazili atakwambia hiyo haitoshi hata kununua iPhone au nini na kadhalika. Kwa hiyo kwa namna wao yote E, mwajiri yote atafurahia kumwajiri zaidi mtu kutoka e, kutoka e, IT kuliko Brazil ambaye atakuwa na mambo mengi ambayo namjia, isipokuwa wabrazili wa wataajiliwa kwenye mambo ambayo ni soft kama kuandika na kadhalika kadhalika. Mtu auhitaji kuwa na PhD kwenda kuchuma e, kahawa, ili kwenda kuchuma majani ya chai, ili kwenda ku kuwapa chakula kuku. Kwa hiyo wanarecruit mara moja na wanapeleka kazini na inakuwa ni cheap labor, na inakuwa na efficiency zaidi sasa wa Brazil kula ah, wanakuja kulaumu hawa Haiti, wanakuja kutumalizia kazi zetu na tunabaki bila ajira. Huko ni kwamba kazi ya waziwezi wao wenyewe na, na pia ukiwapa kazi hawezi kufanya. Sasa Haiti wanachokifanya pamoja kwamba wanapeleka hela nyumbani, lakini nyingine wanasimia kwenye kujidevelop, wananunua baiskeli, pikipiki, magari, wanapanga nyumba nzuri apartments, au na kodi na kununua nyingine. Kwa hiyo wa Brazil wanaanza kuonea wivu mbona Haa, jamaa wanaishi maisha mazuri kwa sisi ambao ni wenyeji. Kwa wanaanza kuwafukuza warudi makwao. Ilitokea kati mmoja katika Brazili wa iti. Wa Brazili wa, wa wanasikia vibaya kwa kupokea wa iti. Basi ndio hiyo inachukia katika dunia sasa hivi ya Marekani. Wa Marekani wanaonea uvivu wale ambao kuja kufanya kazi kule, lakini wao wenyewe hawawezi kufanya hizo kazi. Kwa hiyo matokeo yake, e, e, Trump amadiporti watu milioni kumi na tatu. Na sasa hivi hakuna shughuli za kiuchumi zinazoendelea vizuri bila hawa watu wanahitaji manpower. Manpower imerudi katika manchi zao perspective. Kwa hiyo hakuna production, hakuna shughuli za kimaendeleo. Kwa hiyo ni lazima ifike wakati tukubali kuishi pamoja. Wewe unatoka sehemu mbali na nchi yako, unatoka katika nchi yako, lazima tukubali ili kujenga nchi pamoja. Leo Marekani inabidi wajaze watu laki nne zaidi katika mashamba na nini ya, wawia, ya, ya, kuproduce kwa ajili ya uchumi wa nchi yao. Sasa bila hiyo, maisha yaendelee. Asante kwa kuangalia, tuko pamoja, usahau kusubscribe.